Nikona 33, 33 years. Una mtu? Sina mtu. Una survive aje? Ah. Um, <laughs> <Yeah. coughs> So unatafuta mpenzi wa aina gani, hebu tu describe huyu mwanamume kabisa tukutafutie. Okay. Bi e, ni jambo la kwanza ni akumkana ukoka na Mungu, kwa Mungu. Aha. Uh -huh kuita kabisa, then asikue mfupi uh -huh. Na asikue mrefu sana, sababu mi ni mrefu, height nayo Mungu alinipea. Okay ya na we mwenyewe unakaaje, Lavenda? Okay, Lavenda ni mrefu uh -huh. Nimesema height Mungu alinipa kama yote uh -huh. alafu ni keupe uh -huh. Yeah. Basi wacha tukutafutie huyu jamaa hii saa hii Naavenda. Yeah, azoleka. Si ati ako na mtoto mii alizalia kwao? Aha, una mtoto? Ah, ah, ah, ah. Una mtoto hujawahi olewa, so unatafuta mtu tu mtatengeneza, mm. familia naye. Exactly. Haya, usi engage simu yako mami, jamaa wako hapa anasema, anaitwa Chris mm. na yuko 37 years asema mm -hmm. amequalify kabisa kukunyakua kama. <laughs> hawa, oh, yes. Wewe utaweza kumpea hiyo chance akuta kuingiza box. Uko ready kunyakua? uko wapi wewe Chris? Kitale. Mm -hmm, miaka seven. Unataka kunyakua Lavenda? Kwa nini Lavenda shibu sound ma... Lavenda shibu sound ma... ana sound machua hmm, mkomavu. Oh, yes. Utaweza hii seven years wewe Bana. Yeah? Ameluya. Ameluya. ati <laughs> mimi ni mluya bwana, kwani mluya uko na sifa gani? Tutakupa sifa yeah. Tutakupatia ujumbe tu, mimi ni mluya. Tena kamili. Eh, hebu mwambie, ndio huyo hapa. vipi? Niko poa. Aki Kenya, umenipendeza. Yes. Yudu sana machua, navenda na pia nimekaa, sasa mimi mimi nimeforce